Ushauri wangu kwa watu wa CCM, ushauri wangu kwa watu wa CCM, nasema inawezekana mambo yenu haya mtayapeleka hivi hivi, mtayapeleka, lakini kwa saikolojia ya kawaida ioneni nchi baada ya uchaguzi, lioneni jahazi baada ya uchaguzi litayumba kuliko hivi. Mimi ningekuwa natoka kirahisi tu hivi, natoka, sidhani kwa namna ambazo nimeagusa mavampaya kwa namna ambavyo nimeagusa mashetani, sidhani kama ningekuwa hai, sidhani. Lakini sasa swali linakuja, niendelee kukaa hapa mpaka muda gani? Kuna sauti inakuja nsema pengine mavampaya yamalize uchaguzi, ya nikuambie, tukitabiri kabisa, nikikutabiria kabisa, unabiwa kabisa, nikikutabiria baada ya uchaguzi ndio maana ushauri wangu kwa watu wa CCM, ushauri wangu kwa watu wa CCM nasema, inawezekana mambo yenu haya mtayapeleka hivi hivi mtayapeleka, lakini kwa saikolojia ya kawaida, ioneni nchi baada ya uchaguzi, lioneni jahazi baada ya uchaguzi itayumba kuliko hivi. Unabii wangu wapelekeni, o, wapelekeni, wanzie nyuma kidogo, wapelekeni unabii wangu. Yaani, kwa mfano sasa nasema mchungaji, wewe uko kwenye hatari, ukitokea tu hapo barabarani hawa wasiojulikana wanakupoteza dakika yoyote. Subiri kidogo, mwezi gani, mwaka gani, kama si Bwana kuingilia kati, viumbe hawatageuza moyo watabaki na falsafa ya mbele kwa mbele, hawasimami Bibilia. Katika, katika, katika, katika, katika Yeremia sura ya 6:16 ina, inasema, inasema, wanadamu, simameni simameni, msiendelee mbele kwa mbele, simameni, viangalieni vizazi vya zamani, iwapi njia iliyo njema nani mkatembee katika njia hiyo, mtajipatia raha nafsini mwenu. Katika Mithali nane mstari wa nane inasema, viulizeni vizazi vya zamani, viulizeni vizazi vya zamani, namna ambayo mnatakiwa kuiendea, kwa sababu nyie ni wajana tu. Simameni, simameni! Hawa wanasema ni mbele kwa mbele, mbele mbele, hakuna njia. Hata kama haya wanayo yapushi yatafanikiwa yata unabii kabisa ambao nawatumia watu wa sishemu ioneni nchi baada ya uchaguzi. Ihurumieni nchi, ihurumieni nchi kwa miaka mitano ijayo, ihurumieni nchi. Hakuna binadamu ambaye una ubinadamu kwa sehemu kubwa. Hata mpaka dakika hii walioko sehemu bado wana roho ya Mungu, bado wana roho ya ubinadamu. Hakuna binadamu ambaye ukipata ubunge, ukipata ukuu wa wilaya, ukipata ukuu wa mkoa, hakuna binadamu ambaye utastarehe wakati jahazi lina yumba, wakati vilio vinasikika huku na kule. Hakuna ambaye ukuu wa mkoa, ubunge utanoga. Hakuna. Una, na mwasha mwanasisemu yoyote yoyote, kwa uwezo wa saikolojia yake, Mungu ampe kuiona nchi. Hata kama hiki wanachokisukuma kitakuwa hivi, waione nchi, waihurumie nchi hii. Nchi Mungu alitupa hii nchi, Mungu alitupa kwa makusudi, ingekuwa mfano wa nchi zote duniani. Mpaka dakika hii hii, nchi inaweza ikawa hivyo, huzuni na vilio vinaweza visisikike milele. Uwezo huo uwe Mungu anao, watu wa kuonyesha njia tupite wapi. Mungu ametuweka kwenye hii nchi, na ndio maana tunapigizwa namna zote, bado tunaendelea kutamka na kutangaza kila ambacho kingaliokoa na kuitoa hii nchi kwenye bonde la vilio. Hakuna atakayenufaika mbele. Mbele ni giza totoro. Sasa mchungaji, ukisafiri mavampaya ukisafiri safiri mavampaya yatakumaliza haraka. Subiri mpaka mwaka gani? Bali mwingine, kinachoweza kuponya ni wachache, tuwe tayari kupoteza uhai kwa ajili ya wengine wa baadaye. Kinachoweza kuponya mambo wote tuki, kwa mfano mimi nikizunguka naenda kuhamasisha wizi, naenda kuhamasisha uuaji kuna mahali nimewahi kuambia tukusanyike tupange jeshi la, la, la, la kuua watu eh? Najaribu kuhamasisha kuinua mioyo ya watu, mioyo ya watu imrudie Mungu, imwelekee Mungu tena. Kwa sasa hivi nitakuwa kwenye uwazi mkubwa, uwazi mkubwa, kwa sababu nitakimbia hata na mimi nikiishia njiani kama sifa, sawa tu. Sasa hivi nikifika siku ya kwanza siku ya pili nakutana na mtu mmoja mmoja, yaani naalika na kila anayetaka hii roho, roho nyingine kuwa mtu mwingine aja nione tuongee. Kwa hiyo nitakuwa nitakuwa katika uwazi uwazi wa kila namna, na maeneo mengi nitakuwa nafika siku mbili tatu, nafika leo tunafanya ibada, kesho tunatoa mwaliko kabla ya ibada, kama kuna mtu anataka tuongee. Mungu wetu asifiwe. Kesho natoa mwaliko, tunaongea. Natamani mkija hapa niangaike kubadilisha mioyo yenu, muwe na mioyo mingine, lakini wakati mwingine ikishindikana, nikiwa hapa, niwafuate kule kule kwenye mazingira yenu, ili tuyasemeshe na mazingira, ili tuyaambie na mazingira kwamba, enyi mazingira, sikieni Mtu huyo anasema, sii biashara haziendi sawa sawa, na sisi tunaziombea katika jina la Yesu: Bwana, weke mkono wake biashara zisiende sawa sawa, ili mtu huyo amke. sio wale tutakaokuja kuombea biashara isimame, hapana. Sehemu kubwa biashara zikisimama, mnaongeza miradi. Kwa hiyo tunakuja kusema, Bwana ambaye umeianza kazi njema, sio sisi tuliyemsababisha mtu biashara ipotee. Imepotea na mwenyewe alikuwa na matumizi mabaya, mwenyewe alikuwa holela mwenyewe, na mwisho wa siku mambo yameenda vibaya. E Bwana, sisi tumemkuta hapa, na umesema kila mtu awe vile vile kama alivyoitwa. Tunaomba Bwana, shikilia uzi Papa, kanyaga eksireta, Papa. Hii biashara isiinuke leo, huyu mtu asiolewe leo, huyu mtu asioe kesho, huyu mtu mume wake asibadilike leo akaanza kuwa mpole, huyu mume aendelee kukanyagia eksireta.